Leo kuna jambo nataka niwashirikishe kidogo ndugu zangu e, kama mnavyofahamu hapa bwana nguruwe wangu huyu alizaa watoto kumi na moja vitoto e, vizaliwa kumi na moja na kama kawaida, baada ya siku tatu tunachoma haya ni na, tulifanya hivyo kama ambavyo tunaona watoto wetu hapa lakini jambo ambalo la kusikitisha, kule watoto wetu walianza fariki, kuna siku niliingia bandani kuta watoto watatu wamekufa. Kesho yake tena akafa mmoja, watoto wa wanne wamekufa, amebakia watoto watoto saba. Ehe, na baada ya kumwita daktari kuna jambo ameligundua. Kiwaangalia hapa mzazi, inaonekana kwamba maziwa ya kutosha hayatoki na ambayo inawezekana inapelekea watoto hawa kuweza kufa. Japo kwa sasa pia tuna changamoto ya, ya nguruwe wa, nguruwe wadogo wanakufa kwa maeneo yetu haya, lakini pia hiyo ni changamoto ambayo imeonekana kwa nguruwe wetu kwa nguruwe wetu huyu. Kwa hiyo nimeshaongea na daktari hapa, anakuja kwa ajili ya kuwachoma sindano, choma sindano mama, kwa ajili ya kubusti maziwa, tuone itakwendaje kila jambo nafikiri lina changamoto, na hii ni moja ya changamoto kwa kweli. Mzazi tunajaribu kumtunza vizuri, kumlisha vizuri, lakini imetokea hilo lililoweza kutokea. Najaribu kupambana nalo, tuone itakavyokuwa. Karibu sana, endelea kutufuatilia. Asante.